Utofauti uliopo kati ya chumvi ya mawe na chumvi ya mezani ni madini. Chumvi ya mawe inakuwa na madini mengi zaidi ya tisini, lakini chumvi ile ya mezani inakuwa na uh, madini kidogo sana, almost ni sodium chloride tu, madini mawili, na labda kama yakiongezewa waki waki waki wakiongezea madini ya joto, madini ya iodine. Lakini kwa sehemu kubwa uh, madini yanakuwa yametolewa katika mchakato wa kuisafisha uh, kiwandani. Na vile vile ili ibaki na ile texture yake ya kutokunganganiana, chumvi ya mezani inaongezwa kemikali ambazo zinakuwa kama anti caking ili zisigandamane gandamane kwa. Lakini chumvi ya mawe inakuwa iko hivyo, ina madini mengi, ndio tofauti wake mkubwa na hii nyingine. Kwa hiyo chumvi ya mawe inakuwa ni bora zaidi kuliko chumvi ya mezani katika muktadha wa madini yake, yale madini mengi sana ambayo yanakupo mle ndani lakini changamoto uh, tu kidogo ya kwenye chumvi ya mawe ni kwamba uh, haupati kiwango cha kutosha cha madini ya iodine au madini joto ambayo ni ya muhimu sana kwenye uh, afya ya goita, metabolism, afya ya akili ya watoto. Kwa hiyo uh, unaweza ukaipata kwa namna nyingine, kwa kula uh, vyakula vingine kama uh, kama mwani simos kwenye vyakula vyako, unapata madini uh, madini joto ya kutosha kabisa ambao utakikuwa na wasiwasi nayo. Kwa ndio maana chumvi ya mawe inatumika zaidi kwenye mambo ya matibabu lakini sio chumvi ya eh, mezani. Hata hivyo, chumvi za aina zote natakiwa utumie kwa kiasi. Kutumia kwa wingi sana inaweza ikaleta madhara kwenye mishipa ya damu na ikaleta matokeo mengine ya kuzeeka mapema, kupata magonjwa kama uh, shinikizo la juu la damu na kadhalika. Nadhani umejifunza. Mimi naitwa Dr. Nature. Karibu sana.